Karibu tena na leo, tumezama kwenye mada ambayo mm, nina hakika wengi wetu hatuifikirii sana, mpangilio wa mwili. Lakini sio tu lile wazo la kunyosha mgongo, hapana, ni kitu cha ndani zaidi, jinsi vifundo vya miguu, magoti na nyonga zetu, yaani vinavyofanya kazi pamoja. Na chanzo chetu cha leo ni cha kipekee kweli kweli, sio kitabu wala utafiti, ni mahojiano na farasi. Ndiyo, farasi anaitwa Gandour, mwanariadha wa zamani ambaye sasa ni mtaalamu wa ufahamu wa mwili. Lengo letu ni kujaribu kuelewa mwili wako kupitia uzoefu wa kiumbe huyu wa ajabu. Na, na kabla hujafikiria tumepotea njia, kuna sababu ya msingi kabisa. Unajua kanuni za jinsi mifupa na misuli inavyofanya kazi yani biomechanics hazichagui spishi, ni fizika tu. Kwa hiyo jaribu kuwa na sisi hapa, fungua akili kidogo, kwa sababu Tunapochambua hekima ya Gandour kuhusu kwato zake, unaweza kushangaa jinsi inavyogusa moja kwa moja jinsi unavyokaa na kutembea, sawa? Hapa ndipo mambo yanapoanza kunivutia. Sote tunajua neno mpangilio au alignment, lakini Gandour anamaanisha nini hasa? Sio tu kusimama wima, sivyo? Anaona sisi wanadamu tunakazana sana na m, kujenga msuli kupata nguvu, lakini tunasahau kitu cha msingi kabisa na anatumia mlinganisho niliyoupenda sana alisema, fikiria mwili kama gitaa. Unaweza kuwa na nguvu nyingi za kulipiga, lakini kama nyuzi zake hazijapangwa vizuri, yaani alignment yake ni mbovu, sauti itakayotoka itakuwa ni kelele tu, sio muziki. Ndivyo anavyouona mwili. Anasema mpangilio mzuri ndio unaoruhusu kila sehemu ifanye kazi yake kwa ufanisi ni ule mstari usioonekana unaounganisha kifundo cha mguu goti na nyonga. Hilo la gitaa ni zuri sana yaani, tunazingatia sana nguvu za kupiga gitaa na kusahau kupanga nyuzi zake kwanza. Na anatoa mfano wake mwenyewe, si ndio? kuhusu jinsi alivyoacha mbio na akagundua mpangilio wake wote ulikuwa umevurugika kabisa. Na hapa anagusa dhana muhimu sana, mwili wote umeunganishwa, ni kama mnyororo tatizo dogo kwenye kiungo kimoja linavuruga mnyororo mzima. Wataalamu wanaita huu mm, mnyororo wa kimwendo au shin cinetic kama wanavyosema. Anasema baada ya kuacha mbio alikuwa na udhaifu kwenye kiungo cha nyuma cha kushoto, na mwili wake kwa akili yake ukaanza kufidia. Alianza kubeba uzito mwingi zaidi kwenye mguu wa mbele wa kulia. Ah, kwa hiyo alikuwa anatembea kwa kuegemea upande mmoja bila hata kujijua hasa na kwa nje labda usingeona tatizo, lakini ndani mwili wake ulikuwa unapiga kelele. Misuli ya bega la kulia ilikuwa inafanya kazi ya ziada, mgongo unapinda kidogo. Yote yalianza na tatizo moja dogo. Hapo ndipo alipogundua kuwa mpangilio si swala la urembo, ni swala la uhai wa mwili. Na anaunganisha hili na sisi wanadamu moja kwa moja. Anataja ule mfano wa mtu anayefanya squats. Nadhani wengi wetu tumewahi kuona hili kwenye gym mtu anashuka, lakini badala ya goti kubaki sambamba, yanaelekea ndani. Ndiyo, na Gandour anasema hili ni kama kuanzisha mporomoko mdogo wa mawe mlimani. Kitendo hicho kidogo cha goti kuingia ndani, kitaalamu wanaita valgus, kinaweka shinikizo baya kwenye goti, lakini sio hivyo tu. Kinafanya kifundo cha mguu kilegea na kuilazimisha misuli ya nyonga ifanye kazi ya ziada. Baada ya muda, yale maumivu unayoyasikia kwenye nyonga chanzo chake kinaweza kuwa ni hiyo tabia ndogo tu. Ni janga la mfululizo kama anavyoliita. Hii inanifanya nifikirie kama tatizo linaweza kuanzia popote, basi msingi wa mnyororo wote lazima uwe muhimu zaidi, yaani sehemu inayogusa ardhi. Na hapo umegusa kiini cha hoja yake. Anasema huwezi kurekebisha paa la nyumba kama msingi wake ni mvovu. Sasa kama msingi wetu ni nyayo zetu zinafanana vipi na hizi kwato za farasi anazozizungumzia? Hili ndilo lilonishangaza zaidi. Gandour anasema kanuni ni ile ile kabisa, kwamba kwato yake ina nguzo tatu za kubeba uzito, yaani ncha ya mere na sehemu mbili za nyuma kama visigino. Ikiwa uzito haujasambazwa sawasawa hapo, labda kwa sababu kiatu cha kwato kimewekwa vibaya, mwili wote unalazimika kufidia. Na anatoa mfano halisi kabisa anasema unaweza kuona kiatu cha kwato kimechakaa zaidi upande mmoja. Hiyo ni ishara tosha kwamba uzito hauendi sawasawa. Hiyo inamaanisha goti linapata msukumo wa upande, na misuli ya nyonga inajaribu kuvuta mwili urudi kwenye usawa. Baada ya muda, majeraha yanakuja, na chanzo kilikuwa ni milimita chache tu zilizokosewa kwenye kwato <laughs> sasa hivi nimejikuta nachezesha mguu wangu ndani ya kiatu, najaribu kuhisi hizo nguzo tatu zetu. Sidhani kama nimewahi kufikiria kuhusu wayo wangu hivi kabla. Inaonyesha jinsi gani tuko mbani na miili yetu. Sasa, kwetu sisi, hizi nguzo tatu ni zipi? Ni swali zuri sana, na Gandour analinganisha moja kwa moja. Fikiria wayo wako unastulia miguu mitatu: mguu mmoja uko chini ya kidole gumba, wa pili chini ya kidole cha mwisho na watatu kwenye kisigino. Uzito wako unapaswa kusambazwa katikati ya pembe tatu hii hii ndiyo wanaita trepied plantea au nguzo tatu za wayo. Lakini kwa wengi wetu, sidhani kama uzito unasambaa wa sawasawa. Watu wengi wana flat feet, yaani nyayo zilizolala. Je, hilo linaathirije huu mnyororo? Inaathiri kila kitu, kila kitu. Gandura anaeleza vizuri sana. Anasema upinde wa wayo wako, hiyo arch, unapoporomoka, ni sawa na kuondoa mguu mmoja wa ile stuli mwili unayumba, kifundo cha mguu kinaangukia ndani. Hali hii inasababisha mfupa wa muundi, yaani tibia, kujizungusha kidogo kuelekea ndani. Sasa fikiria mfupa wa chini ya goti umejizungusha. Goti ambalo limekaa juu yake linapoteza mpangilio, na nyonga juu ya goti inalazimika kufanya kazi ya ziada ili kukuweka wima. Inatisha kidogo kufikiria jinsi tatizo dogo kwenye wayo linavyoweza kusafiri mwili mzima. Na kama wayo ndio msingi, basi kiungo kinachofuata kwa umuhimu lazima kiwe nyonga. Anasema nini kuhusu nyonga? Ndiyo, anafanya hivyo kwa ucheshi kidogo. Anasema sisi hatufanyi grand ecart, akimaanisha nyonge ya farasi haina uwezo wa kuzunguka kama ya binadamu. Imejengwa kwa ajili ya msukumo wa mbele na nyuma lakini kanuni ya msingi bado ni ile ile. Nyonga ndicho kituvu cha nguvu, na hapa ndipo anaponukua kauli ya kocha wake Caroline ambayo nadhani inatugusa sote. Kauli ipi hiyo? Caroline namwambia mwendeshaji farasi asiye na mpangilio mzuri ni farasi asiye na mpangilio. Hebu tafakari hilo. Ina maana kwamba kama wewe umekaa juu ya farasi huku nyonga zako zimeyumba, unahamishia mvurugiko wako wote kwa farasi farasi anahisi huo ukosefu wa usawa, na anaanza kufidia. Mpangilio wako mbovu unakuwa mpangilio mbovu wa farasi. Hiyo ni kauli nzito sana, yaani inaonyesha jinsi hali yetu ya ndani inavyoathiri mazingira yetu. Sasa, anaposema weka nyonga zako vizuri, anamaanisha nini hasa? Hapa ndipo anapoleta wazo la utulivu wenye mwendo au stability mobile, dhana anayosema ameikopa kutoka Pilates kwamba mwendo wenye nguvu hauanzii kwenye miguu au mikono, unaanzia katikati ya mwili, anasema Caroline. Anatumia misemo ile ile kwake na kwa wanafunzi wake wanadamu: simika miguu yako, hisia uzito wako kwenye upinde wa wayo, na muhimu zaidi, weka nyonga zako vizuri. Sasa hapa kuna swali: sisi binadamu tunaambiwa bana tumbo kila wakati, na inahisi kama ni kitendo cha kulazimisha cha kufikiria. Inakuwaje kwa farasi? Ni matokeo tu na sio kitendo cha makusudi. Jibu la Gandour linatupa funzo kubwa. Anasema kwake kuweka nyonga vizuri sio kitendo anachokiamua kufanya, ni matokeo ya vitu vingine viwili vikitokea kwa usahihi. Kwanza, anapohakikisha uzito wake umesambaa wa sawasawa kwenye kwato zake. Pili, anapotumia misuli ya tumbo ya chini kuinua mgongo wake kidogo. Anapofanya hivyo viwili, nyonga zake zinajipanga zenyewe, zinakaa kwenye nafasi sahihi bila kulazimishwa. Kwa maneno mengine, mpangilio wa nyonga ni matokeo ya kuwa na msingi imara na kiini imara. Sio kitu unachoweza kukitengeneza chenyewe peke yake. Hasa na hapa ndipo tunapopata funzo. Mara nyingi tunaambiwa weka nyonga zako sawa. Lakini tunajaribu kufanya hivyo kwa kutumia misuli ya nyonga yenyewe. Gandour anapendekeza tujaribu njia yake: anza na nyao, kisha vuta pumzi na hisi misuli ya tumbo la chini ikifanya kazi kidogo. Angalia kinachotokea kwenye nyonga zako. Mara nyingi zinajirekebisha zenyewe. Labda tumepoteza uwezo huu wa asili kwa sababu tunaishi sana kwenye vichwa vyetu. Hii inatuleta kwenye eneo la mwisho na labda muhimu zaidi, ufahamu wa mwili, Proprioception. Gandour anasimulia safari yake ya kujifunza upya mwili wake. Anasema ramani ya mwili wake ilikuwa imechanganyika. Hiyo ni sentensi yenye nguvu. Inamaanisha nini? Inamaanisha ubongo wake ulikuwa umesahau jinsi ya kutumia mwili wake kwa usahihi. Alikuwa amezoea kukimbia kwa kasi, akitumia nguvu za miguu ya mbele kujivuta. Lakini mwendo wenye afya unahitaji nguvu itoke kwenye injini, yaani miguu ya nyuma. Kwa hiyo alihitaji kuchora upya ramani ya ubongo wake. Na alifanyaje hivyo? Alitaja mazoezi maalum, sivyo? Ndiyo, na ni mazoezi rahisi, lakini yenye maana kubwa. La kwanza ni kurudi nyuma. Linaonekana rahisi, lakini farasi hawezi kurudi nyuma vizuri kama hajatumia miguu ya nyuma kwa mpangilio. Inamlazimisha kuweka nyonga zake vizuri, ni kama reset button. Na la pili, la pili ni kutembea, kusimama, kutembea. Hili linafundisha mwili mzima kufanya kazi kama kitu kimoja. Unapoanza kutembea, unahitaji nguvu kutoka nyuma. Unaposimama, unahitaji kiini cha mwili kifanye kazi. Inafundisha ubongo kuunganisha mnyororo wote wa kimwendo. Na la tatu ni lile la kutumia sehemu zisizo imara kabisa wanatumia cushions maalum chini ya kwato zake. Hizi zinayumba kidogo na kumlazimisha atumie misuli midogo midogo ya kuweka usawa. Ni kama kuamsha mishipa ya fahamu kutoka kwenye kwato hadi kwenye ubongo. Hii inaibua swali muhimu sana kwako unaisikiliza. Je, unahisi vipi miguu yako sasa hivi? Gandour, naona tofauti kubwa kati yetu na wao, anasema. Wao farasi wanahisi kimwili, ni asili. Sisi tunahitaji picha za kiakili lakini anasisitiza kanuni ni moja: usipohisi sehemu zako za kuegemea, unafidia, na kufidia ni kutoka nje ya mpangilio. Anasema madhara ya mpangilio mbovu anayaona kila siku kwa farasi wenzake: majeraha ya kudumu, matatizo sugu ya mgongo. Hii inanikumbusha wateja wengi ninaowaona. Unasema matatizo haya yanafanana na ya binadamu moja kwa moja. Yeye, maumivu ya pembeni ya nyonga, ambayo mara nyingi hugunduliwa kama tendinitis, ni tatizo la kawaida sana watu wanapata tiba kwenye eneo lenye maumivu, lakini tatizo linarudi mara nyingi. Kama Gandour anavyosema, chanzo halisi si pale penye maumivu. Chanzo kinaweza kuwa ni jinsi unavyokanyaga ardhini. Mwili unafidhia na maumivu ni matokeo ya kufidhia huko. Kwa hiyo baada ya haya yote, ujumbe mkuu wa Gandour kwetu ni upi? Ujumbe wake ni wa kina sana. Anasema acha kujaribu kufanya zoezi Naanza kuwemo ndani ya zoezi. Yaani, mazoezi kama yoga si mashindano, ni safari ya kuchunguza mpangilio wako. Anasema sikiliza mwili wako, miguu yako inazungumza, magoti yanajirekebisha. Ukilazimisha unavunja, ukisikiliza unajipanga. Hili ni jambo ambalo linapingana kabisa na utamaduni wetu wa no pain no gain, si ndio? Ni kweli, inahitaji uvumilivu ambao wengi hatuna, tunataka matokeo ya haraka lakini Gandour anatukumbusha kuwa mwili una hekima yake, ukijifunza kuisikiliza utapata nguvu endelevu na isiyo na maumivu. Sasa hayo yote yanamaanisha nini kwako unayetusikiliza? Nadhani muhtasari upo kwenye kauli yake ya mwisho. Anasema, mpangilio si mkao ulioganda, ni dansi isiyoonekana kati ya sehemu unazokanyagia, maungio yako na pumzi yako huu anasema ndio msingi wa mwendo wenye furaha na anatuachia wazo la mwisho la kutafakari. Gendura anasema uhuru wa mwendo ni heshima ya kiumbe hai, na safari yako haianzi na hatua ya kwanza, bali na jinsi unavyoweka wayo wako ardhini kabla hata ya kuchukua hatua hiyo. Hilo ni wazo la kina sana, kila kitu kinaanzia kabla hata ya kuanza. Ndiyo, kwa tunakuachia swali hili dogo. Sasa hivi, popote ulipo, ukiwa umekaa au umesimama Chukua sekunde moja, usibadilishe chochote. Je, unahisi nini kwenye nyayo zako? Uzito wako umeegemea wapi zaidi? Kwenye visigino, kwenye ncha za vidole, upande wa kulia au kushoto? Hakuna jibu sahihi ya ubaya. Ni kuanza tu kuhisi. Safari yako, kama anavyosema Gandour, inaanzia hapo.